Kwa niaba ya kamati ya ulinzi na usalama, kwanza nishukuru kwamba leo ndo tarehe ishirini na tisa mwezi wa kumi siku ya kupiga kura, siku ya uchaguzi mkuu, na mkoa wetu kwa ujumla uko shwari, hali ya usalama iko salama, na mimi mwenyewe nimekuja hapa kuja kupiga kura ya rais, nimeshapiga kura na nitumie nafasi hii kuwahamasisha wananchi wa mkoa wa Arusha kwamba waendelee kujitokeza kutimiza haki yao ya msingi ya katiba ya kupiga kura. Na mimi mwenyewe nimeshatimiza wajibu wangu wa kupiga kura, kwa hiyo na wengine wote ambao wamejiandikisha, vituo vitakuwa wazi kama sasa saa moja hii mpaka saa kumi jioni, kwa hiyo wanao muda wa kuja kutumia siku hii ambayo ni ya mapumziko kuja kupiga kura. Kwa hiyo nimefurahi kwamba utaratibu uliowekwa ni mzuri, mtu unafika unaangalia jina lako na unapiga kura. Kwa hiyo niwaombe na wananchi kwamba foleni e, haitokuwa kubwa kwa sababu wasimamizi wa, wa uchaguzi wameweka utaratibu mzuri na sehemu za kupigia kura ni nyingi. Kwa hiyo waendelee kujitokeza na kuja kupiga kura.